haiko kabila yote ndio ilifanya kosa, ye afatiwe nani asibiwe kuki, kunani kukosa yake, lakini wasisema seo Bahutu ba wanakwa hivi Banande wanakwa hivi Barega wanakwa hivi. Sibote tuko mtu umoya na tuko Bakongo mani si vile. Wakazi wa Bugamba ya pili wilayani Nyiragongo eneo la Muja pembezoni mwa mji wa Goma. Waomba usalama kuimarishwa zaidi eneo lao. Kuja hapa kwa sababu nimesikia furaha sana, kwa kuona leo tuko nalala ndani ya usalama. Hakuna matata, hakuna masasi kulia, na hakuna kuingilia watu kwa wa, wa, wa, watu walikuwa wanauana kabisa. Bamuzi walikuwa wengi sana lakini leo leo hakuna, tuko nalala kabisa na amani, hatusikia hata kitu chochote. Mnahitaji nini? Tunahitaji usalama, yeah. Mzee na wewe habari? Mzuri mzee. Kwa nini na mekuja hapa? Na mimi nimekuja hapa kwa sababu nilisikia hii aliko ambayo tuliitiwa ya sensibilizasyon kwa vijana. Nimesikia sana ninafurahi, nafurahi sana kuona watu wa Bugamba. Walikuwa wakijiuliza eske nashie tunajulikana na, na guvernema iko kwa leo, lakini na sisi leo tumewahi kuwaona, tunasema asante sana. Mnaomba nini? Tunaomba amani endelee endelee hivyo, hivyo, endelee kutilia patrouille wandele kusaidia kubali mwizi ba 40 oer batusaidie, hiyo ndio tunaomba. Mukaazi wa mu Bugamba de kwangunyapa munotabilite umoja, mimi niko na kwa kwanza ninawapenda sana. Amina watenda sana vraiment. Na sisi tunakupenda. Tu ulala kwanza, mimi mimi kwa niko na tena ile kitu. Wamesema Mama Mama <laughs> hayo wakati wa mkutano mkubwa wa hadharani ulioandaliwa na viongozi wa wilaya. Nini tena? Eh? Mkataba ya amani Asa murona ile mkataba ya amani kisekete ki ana, anatupa ana, amani kweli. Amko nasikia kizi madrones ziko na kia bombarder population. Mko na bisikia. Sasa sasa tafuta kwenye basoda biko aache population na amani. Mais sasa na kama basoda hata baweza. Ase nini M23 itarudia, itarudia nyuma, itenda itarudia, itarudia, itarudia, itarudia kwao. Kwao ni wapi? Kwetu ni wapi? Hapa tunakuwa mshamba wa mtu tunakwamu shamba tuna avo, tunakwamu maparsele yavo. Sikila mutu iko kwavo, sikila mtu iko kwake. Hatutaenda fasi, hatutaenda fasi. Zhame tutoka, zhame tutaanduka, hatutaenda fasi. Tunasikilizana? Alor, tuungane mkono, tutafute amani, tuacha ukabila, halafu tuendelee na maendeleo. Tunasikilizana, tuendelee, tubakie hapo tuendelee. Mpaka wapi? Mpaka wapi tutaenda? tutafika Kishasa, tunaanzia mbele, tunapiga ende ende mpaka Kishasa, naye atakimbia, tafute kwenye ataenda. Tunasikilizana. Sasa ambako walitembelea na ujumbe kutoka ofisi za mkoa wa Kivu Kaskazini. Remi Segiobe

Shalome Shalom. Ya pili, nilisema hapa mbele ni disipline tu, utaratibu, discipline. Huyu ninaweza mwambia hapa, namwambia usigeuke hivi mpaka sutamaliza, mpaka sutamaliza seremoni hili, yeye mudisipline yake atamakilia hivi, na hata una munyota kule nyuma, hata sikia ile ni discipline. Ni vitu vya tunafundisha jeshi yetu, najua kwenye kufundisha tunadafundisha awabiana muzuu kidogo, mtu anaona tu hapa eh. si mtoto wa baba Francois huyu jo, baba mtoto wa baba Francois, sasa amefika ina ni nione kwanza, kiana wa kwanza mwenyewe epega tajito anasema eh, wademie, niko tayari, nimesikia hii message, niko tayari kusema ningie ndani ya jeshi, kiana tu wa kwanza hapa tu akuye hapa mie peke ni mwaregistre na wengine nao aendeleakufatkiaga wak wakwanza kuya hapa anambie mimi vraiment nimeamua. Ukifika kule utachagula sio, naenda mjeshi ama mpolisi. Karibu sana, karibu, karibu. karibu. Kama ujisikie huru unasema usiangalie macho ya mwenzako. Oh, no, bon, watasema nini? Ni maisha yako, ni kazi yako yenye unaenda fanya, haiko kazi ya voisin.

Segiobe amehamasisha vijana wengi kujiunga na chama chao kwa ajili ya amani na usalama eneo lao na mkoani Kivu Kaskazini.

sana mpasha habari, kama vile tumeona, tumefika hapa Bugamba ndani ya hii kata ambao watu wote wanajua na wameona kama population imetupokea. E, tumefika hapa kwa kupatia population message na pia kwa kusensibilize population, kusensibilize wa jeune ili waweze kuleta mchango yao katika revolution yetu hii, ambayo sio revolution ya mtu mmoja, lakini revolution ya wakongomani wote. Yenyewe unajua inabidi kufundisha population kila siku, hatuwezi kuacha kufundisha population kwa kuishi umoja na kuishi kwa amani. Unajua, changement haifikake kwa siku moja. Changement ni processus na mwahiyo processus haiombe tukomeshe kwa kuendelesha sensibilisation, na ndio maana leo tumefika hapa kupitia, kupitia uongozi wa viongozi, kupitia uongozi ambao unaongozwa na coordinateur uh, wetu Corne Nanga pamoja na General Major uh, Makenga ambayo Eh, anasaidiliwa pia na gouverneur de province Bahati Musanga Erasto ambayo ametupatia message yakupatia wakaji akuambia kwamba ni sherti, hatutajenga nchi yetu kama hatuna unity, hatutajenga nchi yetu kama tungali tunabaguana. Ni kusema kwamba mambo ambayo tuliona mbeleni, inabidi kweli kila mtu alete mchango wake kwa ajili ya changement, kwa ajili ya unity ya, ya wakongomani wote hmm. Eh, kuhusu maongezi, ndio maongezi, tunajua kama maongezi ipo lakini wakati ambao maongezi iko, usisahau kwamba eh, regime ya Chisekedi ayo inaendelea kujipanga kwa ajili ya vita. Ni kusema kwamba na sisi kwa kwa ajili ya kuproteje population, na sisi tunaendelea na kuwa hapo makini, kwa kusema wakati yoyote ambayo wanakuja kutatiza population tuweze kuproteje ile population, kwa kuwa hii chama iko pale kwa ajili ya kuproteje tu population, haiko pale juu ya mtu mmoja, ama sijue kabila fulani imekuja tu kwa ajili ya kusema iweze kusindikiza e, population yetu ndani ya amani na kusindikiza population ndani ya amani, c'est justement kwa kulinda hii population. Unaona kama mambo ambayo yamepatikana hapo Rutshuru ni mambo ya huzuni, wakati ambao tunawaza kwamba tunaendelea na, na mwenzetu ambaye inabidi tuongee. Tunasema mwenzetu kwa kuwa leo tumekuwa kutable moya, ni kusema kwamba hakuna wa mkubwa na hakuna mdogo, kusema kwamba leo ni interlocuteur wetu, inabidi tuongee. Lakini kuna kitu ambao wa Amerika wanasema, tutaongea hey, tutaongea tukipigana, kwa kuwa tukiona wanakuja kutushambulia, hata pachika mikono, sharti tutapigana na sisi ndani ya shaba ya kuproteje populasion hii. Kitu ambacho tutaomba raia watarajie, ya kwanza dabor ni ile ambayo tunainsistia ya kuomba kwamba watusaidie kwa hii kazi ambayo tuko nayo ya sensibilisation, kusensibilize watu ili waishi umoja na ingine ya pili ambayo tutawaomba ni kuto ni kuacha kupana masikio ku rejime ambayo imeshindwa, ile regime kuendelea kuipatia masikio, na ndio maana wanaendelea kuacha wavijana wetu wanaenda kufanya mabavira, ama wanafanya vitu ambavyo haviwezekani. Ya tatu ni kusema kwamba tutahakikisha ya kuwa kama tumechukua silaha kwa ajili ya kugomboa wananchi, tutahakikisha ya kuwa ndani ya eneo yetu tunachunga population na tunachunga population na mali yao yenyewe. Umeona kama tumefanya wito, tumeitisha tukawaambia kwamba leo ni siku ya neema kwa wale watu wa moja wa moja ambao angalau wanajificha ndani ya population. Kuna wengi ambao tumepokea hapa, saa zingine kuna wale ambao ni wazalendo ambao wameingia ndani ya kikunda, lakini sisi hatuna shida na wazalendo, hatuna shida na wale wa nyatura na wengine. Shida yenye tuko nayo ni Chisekedi, ni kuondoa uongozi wa Chisekedi. Kwa kuwa Chisekedi ameongoza miaka za pata, na akiitiatia ndani ya population chuki, ili watu waweze kuchukiana, ili watu waweze kuuana. Wakati anapopatia watu masilaha, anapatia mtu ambaye hawakuformeni, kusema kwamba ameweka ndani ya population ile kitu ya kusema watu wauane. Kwa hiyo sisi wale wazalendo wale ambao sijui wangali wanajificha manyumbani wakuje tunawakaribisha. Kwa wale ambao wamejitoa leo, kuna wale ambao wamekubali, wanasema tumekubali kusema tusindikize hii revolution kwa kuwa tumekuwa convinced konvenkika kuwa hii revolution juu itatoa Kongo ndani ya shimo ambao iko kubwa sana, na leo unaona wa vijana wanakuwa wengi, wamesikia message ya ku viongozi ambao tumeleta, na leo wamejitoa ili nao waende ndani ya formation na waweze kutetea ishi yao wale wa FDLR kuna wale ambao kamaku ndani ya wa FDLR tutaweza kuwachukua, tuwapatie service kwa kuwa kuna kwa service ambayo inakuwa hapa, ili iweze kuwapeleka Rwanda. Sisi hatuwezi kuendelea na kuhimiza population iendelea kugarde FDLR, kwa kuwa hii ishi siyo yao. Ishi yao ni Rwanda, walifanya matatizo kule, inabidi washikwe. Kwa wale ambao watakataa kusema waweze kujitoa sherti, kwa kuwa chama ina nguvu itawashika, na wakishashikwa hapo tutawapeleka mahali ambapo inabidi waende, hata wapeleka ndani ya magereza zetu tutawapeleka hadi ku frontiere, ili Rwanda iweze kujiokipe nao. Na ndio maana tutaomba, tutaomba population waji desolidariser pamoja na adui, waji desolidariser na ile FDLR ambayo mpaka leo inaendelea kuwadanganya, kuonesha kama itawachunga siku zapata, siku zapata hivi, nyi peke mko watemwe. Leo hakuna bariere ndani ya Ruchuru ambayo inatatiza watu, lakini na leo hakuna watu ambao wanalipishwa ile majeto ma, ukienda kulima huko Ruchuru ile tulikuwa tangu mbele, lakini leo avec uongozi mzuri uongozi bora, kwa kuwa sisi tunapigana ili tuweze kuongoza uongozi bora. Leo hakuna mambo ya majeto, leo hakuna ma mabariere ndani ya nchi. Ukitaka kutembea mweneo yetu, unatembea 24 sur 24 3 bila shida yoyo ile. Inaonyesha kwamba wale ambao wana tatizo ambao wako ngambo wingine, tutafanya juu chini ili tuweze kuwagomboa nao, kwa kuwa wanaonekana wako ndani ya kinywa ya simba, lakini muda si mrefu ile, ile simba itawatapika. Asante sana vijana, kama vile wasichana wakiendelea kujiunga na M23 haswa katika jeshi. Juvenal ni mkuu wa mobilization Kivu Kaskazini. ni furaha kubwa sana kwa sababu vijana wamekamata conscience wanasimama, wanaona kwamba wajenge nchi yao, wasimame na AFC M23, wafukuze uongozi mbaya wa Chilombo wa, wa, wa, wa, chilo, wa Chisekedi. E, tumekuja hapa Bugamba sababu population ya Bugamba ilikuwa na message ya kupatia governor, hivyo hivyo na governor naye alikuwa na message ya kupatia population ya Bugamba. Bugamba iliteseka sana, walikuwa katika hali ya usalama mdogo, lakini kwa sasa wako katika usalama hiyo ndio tumekuja kuongea nao kusudi tuimarishe ile usalama tayari wanao. Bugamba ni eneo kubwa la Muja wilayani Nyiragongo ambako kuna wakazi wengi wakishuhudia amani na usalama kwa sasa baada ya muda mrefu ya kushuhudia ukosefu wa usalama. Parisa, na ingine linafurahia chama kwa so kweli, kiti mmeeleza, tuko tunaanza kusinzia, tuko tunasinzia ile moya tunawatupia maua na nyingine tuko puru, niye me mnatuchelewesha mnatuchelewesha, kufaso gani? Wakati mko mnapiga hii manjia ya magukavu kuendelea, sijue kule e, mko mnapoteza wakati. Niseme vile paske mye naweza penda nisikie, na saa hii aseme guvenema ya sasa imeanguka bien. Umesikia? Mupigie mikono kwanza ya yeah, maliza.

Asante mkubwa. Na ijia minaongeza ni kuhusu ile kubeba watu kwa kweli, ukabeba mtu sa vile mie unikamate, sasa unibebe na sina ile mawazo omwe, nda jua hata ubi natoroka. Sasa omwe unaacha mtu aingie kwa iari, sasa vile vilavyana wamesimama hapa regele na a aeji yetu a tena polisi yetu, muna waona jinsi warafanana